Leo nimekuletea hadithi ambayo wengi mliniomba niisimulie. Hadithi hii inaitwa hadithi ya laana ya kinyago kilichoongea. Kabla sijaendelea, tunakuomba usisahau kusubscribe na kubonyeza kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata notifikesheni za hadithi zetu. Ilikuwa hivi. Hapo zamani za kale, katika kijiji kilichoitwa Bomba Mbili, kilichozungukwa na msitu mkubwa wenye mizizi ya siri, aliishi mchongaji stadi wa vinyago aliyeitwa Juma. Juma alikuwa hodari lakini pia mwenye kiburi kikubwa. Watu wa Bomba Mbili waliamini sana katika mizimu, waliwashukuru wahenga na walifanya tambiko kabla ya kuchukua chochote kutoka kwenye msitu hiyo iliyowazunguka. Lakini Juma hakuamini katika hayo. Alisema, "Mimi sihitaji ruhusa kutoka kwa mizimu. Mikono yangu ndiyo baraka." Katika msitu mkubwa uliokatazwa mtu yeyote kuingia, siku moja Juma aliingia msituni humo zaidi ya mipaka ya tambiko, eneo la miujiza na mauti. Katikati ya huo msitu aliona mti mkubwa wa maparachichi uliodondoka ukitanda na gome jeusi kama damu kavu. Juma akasema, nitachonga kazi yangu kuu kwa mti huu. Wazee wa kijiji walikuwa wameonya, miti iliyo zaidi ya kichuguu cha saba imejaa roho, haitakiwi kuchongwa lakini Juma hakujali. Kwa siku saba, usiku na mchana, bila kuoga na bila hata tambiko, alichonga kinyago kikubwa. Kilikuwa na macho yaliyodidimia na mdomo uliotabasamu huku ukilia. Akakipatia jina la mdomo. Usiku wa saba aliweka kinyago ukutani na kulala. Usiku wa manane, ghafla alisikia sauti ikisema, Juma he, ulinichonga bila kuomba. Alishtuka sauti ile ilitoka kwenye kinyago. Juma alicheka na kusema hii ni hazina, nitakuwa tajiri. Asubuhi alipeleka kinyago sokoni ili kukiuza. Ghafla kinyago kilianza kuzungumza, kilisema siri za watu, kilieleza nani aliiba na nani alilaani. Watu waliogopa, wazee walilia, wakamwambia Juma, hichoma hiki, si kinyago, ni mlango wa mauti. Lakini Juma hakusikia. Giza lilipoingia, usiku wake Juma ulijaa ndoto za kivuli, vichwa visivyo na ngozi na msitu unaolia ke Lights,